Unachanganyikiwa? Bali kuna, kuna nini huko? Mletee taarifa kabla ya kucha, ili tumrudishe lulu kwao. Angalia sasa, mpaka pamekucha. Beeti ndio likumleta lulu chumbani, ulianza mambo yetu, lakini ghafla akazima, akazima ni vidhali labda itakuwa ni chovu, lakini hadi sasa bado hajaamka. We. Paka sasa bado hajaamka, bado hajaamka, sasa itakuwaje?

Ukabeba siri yako yalaiti. Ningejua machozi yange nizuia, yalaiti ningesikia sauti ya mwisho ya roho yako. Uliaga kwa tabasamu, ukaenda bila kurudi. Yalaiti ningeweza kurudisha muda nyuma. Je, ulijua safari hii ni ya mwisho wa mwisho ulisema tamka, mwanga wa alfajiri ukinungoneza kwa shauku, lakini upepo lilia ukabeba siri yako. Yalaiti ningejua, machozi yangenizuia. Yalaiti ningesikia sauti ya mwisho ya roho yako. Uliaga kwa tabasamu, ukaenda bila kurudi. Yalaiti ningeweza kurudisha muda nyuma. Je, ulijua safari hii ni ya mwisho? Bati. Bati. Umeamka mapema leo. Mbona unajua kufanya kazi, lasikufuatilia tu mambo ya watu si <tipa> unajua tena usafi kaka, usafi ni kinga. Oke okay, sawa basi nitie Lulu, kabla sijaenda kuzunguka zangu maziwa. Bati <tipa>, nitie Lulu lka okay, lakini ukepo ulia, ukabeba okay. Siri yako ya laiti ningejua, machozi yange nizuia. Ya laiti ningesikia sauti ya mwisho ya roho yako. Uliaga kwa tabasamu ukaenda bila kurudi. Ya laiti ningeweza kurudisha muda nyuma. Je, ulijua safari hii ni ya mwisho kuwa mwisho ulisema tamka mwanga wa alfajiri ukinong'oneza kwa shauku, lakini upepo ulilia ukabeba siri yako yalaiti. Ningejua na mganda, kuna nini tena leo? Kuna jipya? Ni vile vile Lulu, moyo wangu nasidi kupenda, yani ikikukosa Najiisi okay. kama dunia amenikataa. nakupenda sana Lulu. Ganda, nilikuambiaje kuhusu mapenzi? mi sijisikii kuingia kwenye mapenzi sasa. naogopa kuumizwa mwanzako. Lulu niamini, nakupenda sana na sipo tayari kuona naye mpenda naumia. Niamini Lulu, nipe nafasi mwaoni mwako. Nitakudirishia haya anaosema ni kweli. Nakupenda sana sawa. nimesikia ombi lako. nitalifanya kazi <sighs> Natumaini jibu langu litakuwa zuri. Utaridhika sana. Utajiona mwanaume mwenye bahati. Iwapo utakuwa nakupenda sana. Sawa, nimekuelewa. kuweza so kwa shauku lakini upepo ulilia ukabeba siri yako Yalaiti ningejua machozi yangu yanizuia Yalaiti, ningijua, Yalaiti ningesikia sauti so ya mwisho ya roho yako uliaga kwa tabasamu kaenda bila kurudi Yalaiti, Bahati mpenzi wangu namne mpenzi yani nikikuona huwa nafurahi sana hata usiku nikikuwaza tu usingizi unapotea kabisa Pele. kabisa ninakupenda sana bana Hmm. Hey. Hayo ni mapenzi ya mdomoni. Hmm. Eti mapenzi ya mdomoni? Hey. Kwa nini leo utanambia mimi? Hmm. Kesho utapata mtu mwingine umwambie the same thing? Hmm. Uongo yani, ungelijua venye mi nakupenda. Hmm. Siwezi kabisa nikatamani mwanamke mwingine. Kweli ati kabisa. Hata ingelikuwa moyo ni kioo, ungeweza kujiona kwenye moyo wangu. Uko wewe peke yako, nafasi ni moja tu. Hmm. <laughs> Kabisa ninakupenda sana mpenzi wangu. Sio kweli. Ni kweli. Kwani kwani hauoni vile nakupenda? Mimi sioni. Mimi nakupenda. Eh. Labda wewe tu ndio utakuwa kaunipenda lakini mimi nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Unanipenda? Eh. Yeah. Pia mimi naona nasubiria tu. Yeah. Nasubiria tu nionyeshe kwa vitendo. Ganda. Wajua, leo umenishangaza sana yaani upo tofauti kabisa na vile nilivyokuzoea, alafu sasa umeniita alafu hauongei kitu kabisa. Niambie, kwani kuna tatizo? Ndugu yangu, si najua mimi ndokontawa huu <laughs> mtaa. Wewe niambie jambo lolote lilokusumbua mimi nitalishughulikia mara hiyo hiyo, mimi ndokontawa. Sikia mwanangu. Niambie. Lulu. Lulu, sasa mimi nitakusaidia kumjua, si ni yule ndugu yake Bahati na rafika kabisa. Ehe. Kabisa ule shemeji najua <tis> wewe na Bahati, kwa hiyo wataka kunambia sasa hii Lulu wewe unamtaka, si ndio? Yani, kama una uwezo utakumwambia Lulu kwamba mimi ni mtu muhimu kwake, yani mimi Lulu nampenda, ama hata kama unashindwa kumwambia nee, basi mtu mwingine atamwambia. Hakikisha hizi sasa sikiliza, kama nilivyokuambia, mimi mi ndio kontawa katika huu mtaa. Sasa mimi hili swala la kumfata bahati nimwambie kuwa amwambie Lulu kuhusu wewe kidogo litaniwia gumu mimi, kwa sababu unajua bahati yule ni mpenzi wangu, lakini mii nitafata moja kwa moja Lulu na na sitani kabisa. Kama mii nikimfata Lulu aweza kukataa? Kwa hiyo ondoa shaka kabisa Owe. sasa hivi Lulu mimpata. Ah, ah. Sema kweli mwana. Lulu mimpata, si nakwambia mimi? Ah. Kwani amenie mimi? Ah. Mimi hilo jambo lako nalishuhudia leo leo. Kwa mwana wangu, si mimi nakwambia mimi. Usijali. Kwa Lulu, kusema kweli, kwa ki-Lulu mimi nimeshuhudia. Usijali. Kama ni mbona Lulu uwe Lulu, hata Suleiman ni mbeba hati. Mimi mwenyewe nitamfuata Lulu na nitamwelezea na ni lazima kukubali. Sio? Si mimi nakwambia mimi. Sasa cheki. Tushae video tukacheka hata kama ni mihogo basi. Si unajua tena kule shambani mimi kulikuwa kuna nini nimeanika nine, hapa sasa ah, sijua bado liko. Bado liko utasiondoa. Si zile pojo nimeziona huko nyuma. Unajua kuna kuku ha, kika... kuku gani? Twende tukatoke ukato bana bana. Kana hichi ningeweza kurudisha muda nyuma. Je, ulijua safari hii ni ya mwisho. Hivi dada, nikuulize yule kaka. Sioni akioa yule kaka Manake ni mwaka wa tatu saa hii bado sijasikia kama kuna bibi wala ana girlfriend. Sasa tutafanyaje sasa? Itabidi tufanye mpango, either tumtafutie mke ama tumtafutie mtu yeyote tu wa kushikililia. Lakini sioni yeye mwenyewe akikubali. Itabidi tuanze kuketi na yeye kwanza tumuulize. Wenda akawa yuko na mtu wa mbali sisi hatujui. Itabidi tuongee naye jioni akifika. Ah, sawa, acha tusubiri akifika tutaongea kuuliza dada vipi? tu ndo mwoga dada, mapenzi ni kama piga mbizi. Kwani hujui wewe kuwa mapenzi ni matamu? Lakini dada, mimi huwa naogopa kuingia kwenye mapenzi. Ni kipi kio chenye unaogopa? Uumizwa tu pekee yake ndo jambo lenye linanifanya sifikirii kabisa kuingia kwenye mapenzi. Unaumizwa? Aa, kwa lipi katika mapenzi? Yani kuamini mvulana huwa ni vigumu sana. Wajua, kuna ile atakuja kwa kupenda, kumbe kuna wenzako wenye amewapenda kama watano hivi. We uwasiti, siku hizi mapenzi ndio hayo. Siku hizi ni kushare. Hujasikia msehmu kusema, a siku hizi ni kushare? Dadangu hivyo ifota kuniambia tharithari, una sikuelewi. Tena mimi ninaye mchumba Siku ikifika nitakuja naye nyumbani nimtambulishe. Ah, ni vizuri dadangu, mimi sina usemi ha, bora nimjue shemeji. Sawa dadangu, ona ah, basi baadaye mimi nitaondoka. ntaondoka. Kuna mali nataka kuenda lakini nitawahi kurudi. Kwa hivyo usifunge mlango. Sawa Lulu, usichelewe maana kaka atakuchaji. Usijali nitarudi, nitarudi mapema. Sawa dadangu. Acha tufanye fanye kazi lakini unajua baadaye nitaondoka. Sawa. Sawa dadangu. Yala iti ningejua machozi yangu nizuia. Yala iti ningesikia ninge sauti ya mwisho ya roho yako. Uliaga tabasamu ukaenda bila kurudi. Yala iti ningeweza kurudisha muda nyuma. Che ulijua safari hii ni ya mwisho. Siku wa mwisho ulisema utaamka mwanga wa alfajiri, ukinung'oneza kwa shauku, lakini upepo ulilia ukabeba siri yako. Yalaiti ningejua Machozi yangenizuia. Yalaiti ningesikia sauti ya mwisho ya roho yako. Uliaga kwa tabasamu ukaenda bila kurudi. Yalaiti ningeweza kurudisha muda nyuma. Che, ulijua safari hii ni ya mwisho.